Unaona ule alef, alef, ni mchezo mzuri mzuri. Ule unaona ni mchezo mzuri. Kwa nini kimesababisha mpaka matokeo haya? Mzuri. Wewe si ulikuwa unaonyesha pale mpira. Wewe si ulikuwa unaonyesha. Msipende watu tuanze kuongea vitu ambavyo vilikuwa viko hadharani. Kwanza kabla mpira, sisi tukishajua kwamba matokeo labda usilie, basi elezea labda kilichotokea nini, hasa kilikuwa kikwazo cha yeye kutoshinda, labda tunaumia sisi mashabiki chezaji, na sio wachezaji. Sisi ndio tunaumia. Wanafikiri tunasema vipi? Kule mtani tunasema ni halali, matokeo ni halali, tatizo

Tukishafika pale we, karibu na langoni nyosha kibendera. Tukishafika karibu na langoni, lazima nayosha kibendera, ni ungwane, ni halali hiyo. Sisi tunaumia mashabiki na si wachezaji, wana fikiri kuna, nikienda nyumbani nitafika vipi? Watu wamekaa kibao, mashabiki wa Simba naanza kunisema mimi Uuhim. Ile kadi nyekundu ambayo amekili nanii bobani kwa nini asipewe? Anapewa kadi ya njano. Angalia alivyomuumiza Kevin ndani pale, kaumia mpaka leo hajacheza. mnafanyia mna, mna, mna, mna, hujuma akijatosha mashabiki wa Simba pale wamekaa wale wa wakupiga ngoma, sisi tunakuja kukaa hapa tunapiga vita cha msingi wanachezaji. Je, mnaangalia maskari wapo? mm, in,